Cheki kwa mbele, na oh, si mama, kupenda, kwa mbu, konolia, mjotofa, nikiteke, na oh, gari michano. anaitwa Wizzy MP ni bonge moja la freestyle kutokea Tanzania ambaye anafanya vizuri sasa hivi Tuli Diamond, tulimwona Diamond Platnumz alimposti na wasanii wengine wengi tofauti tofauti, alimposti anapewa mashavu mengi sana pia na wasanii wa rapu, akiamini kwamba mchizi anafanya anafanya poa kweli kweli, apewe support na wana wengine pia. Kwenye comment mbalimbali mbali mbali wamekuwa wakimfananisha na Ngwea wakimuita king of freestyle, kwa vile ambavyo ana freestyle anapita na kispika mtaani, akikuona labda wewe umevaa shati la kijani atakuchana pale bana, mwamba kavaa shati la kijani, amefunga mkanda kiunoni, au sio bana, na mimi na najaribu na <laughs> na kupita hivyo. So mchizi anafanya hivyo, tumemwona kwenye sehemu tofauti tofauti pia anakuwa anapita, anaweka kitambaa pale, ana rap, watu wanampatia fedha. Ndio namna ambavyo amekuwa akiishi hivyo na kujipatia zake kipato mtaani. Nimezungumza naye mengi sana kuanzia alipoanzia lakini pia nini kilimfanya kaanza kupita hivyo na kispika mtaani lakini pia kuhusiana na wasanii mbalimbali ambao ameshawahi kukutana nao ikiwemo Diamond Platinumz kumposti, e, lakini pia alikutana na Harmonize. Nikitugia ni kitu gani ambacho labda m, amekipata kutoka kwao. Vipi, kuna management yoyote ambayo imemtafuta mpaka sasa hivi kutamani kufanya naye kazi. Wizzy MP tuko naye hapa. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taya mteme waka nangu. Mnasemaje? Ni check Instagram kwa jina la Sadi Tuanze hivi na Wizzy MP. Inawezekana mafanikio yake yanaonekana sasa hivi kwa watu kumposti na kufahamu kile ambacho anakifanya. Tuambie, ulianza vipi mpaka ukajikuta unafanya kitu kama hichi? Nilianza muda kidogo, sio mafanikio ndio sasa hivi yanaonekana. Nilianza kutembea nafika hiyo, nakumbuka mwaka juzi, sijui ila miezi kama kumi mpaka sasa hivi inafika kumi kumi na moja Staili ambayo ulikuwa unaifanya mwanzo ilikuwa ni staili gani? Ah, mwanzo nilikuwa nachana chana tu kawaida naenda studio na rekodi ngoma hivyo umeona bwana. Hmm. Na hata tuko ba, no. mm, na baa ile mara moja moja kwenye karaoke ile hivyo. Ila sikuwa na idea hii ya kutembea na speaker mtaani kwa mtaani. Na ala sikuwa na mitandao mm ya kijamii yote. Hii idea ya, ya, kutembea na speaker hivyo una, una freestyle ukimuona mtu ukimuona nani unapita una freestyle uh, ilikuja kujaje sasa? Kwa sababu mwanzo nilikuwa naifanya alafu ikaja labda inspiration behind ilitoka wapi? hiyo idea kwanza, hiyo yaani naweza kusema njaa ndio imesababisha mpaka mimi kubaredi hiyo, ya kutokana na maisha. Una kipindi maisha linipiga kinauma mwanangu, nikapata hiyo idea ya kuzunguka na spika mtaa kwa mtaa ni channel nipate chochote kitu, maisha yaendelee. Naona kwa njaa ilipiga, ukaona sasa hapa napataje pesa na mimi na kipaji, ndio ukawaza kwenye kitu kama hicho ya. Yeah, si unajua, nakwambia mjini njio na akili sasa na ikuta <laughs> oh, Yeah. wewe ni mkazi wa Dar es Salaam. Umezaliwa wapi na labda kipaji hichi ulianza vipi? Ah, mimi ni mkazi wa Dar es Salaam pia, nimezaliwa pwani. Nimezaliwa pwani, nimesomea pwani, ni ila kazi yangu ni huku Dar es Salaam. oh, yeah. na Dar es Salaam kazi ambayo unafanya ndo hiyo hiyo ya ku freestyle ama kuna kitu kingine ambacho unakifanya? hiyo ni kama part time? Ah, hii ku freestyle ndio kipaumbele, lakini pia na mchongo mwingine wa nguo. Ah, unauza nguo? <coughs> eh, maeneo gani hayo, wana wakusikie? Ha, ni winga. Mtu akihitaji mzigo anamcheki mm, naekea mzigo mpaka aliko. Tuzungumze kwenye freestyle ambavyo unafanya wewe, ulikuwa inspired na nani ama nani ambaye ulikuwa ukimtazama ukawa unapenda kile anachokifanya mpaka sasa hivi unafanya hivi freestyle. Mine, kwenye moja kenye lmgandmoa freestyle na pia vingi sana nimejifunza kupitia ni kwa bwa mm. ile, zuri, kita kita izi, izi, ya, ni bwana kwa kuna kana karibu sana muda mwingi ya kwa vitu vingi sana kuelekeza ile namna gani ukitaka kufanya kitu kizuri ukitaka kufreestyle hivi ukitaka kufanya hivi pia na juhudi zangu mwenyewe. Oya, oh, ni kitu gani kutoka kwa mtiganda likifanya kusema, bana du ai bana huyu jamaa lazima mimi ni niwe nafuatilia kile anachokifanya, na huyu ndo ameninspire. Mara ya kwanza nilivyokutana naye zamani, nilikuwa naangalia tu video zake mtandaoni kwa sababu ni wa kitambo, mm. ila, baada ya kukutana naye sasa, nilivyokutana naye kipindi fulani nakumbuka tulikuwa tulikuwa kukutana naye sasa, kuna siku mtu kaa tunachana hiyo, jamani, nilimuona wa ajabu. Alichana peke yake viti kama tano hivi mfululizo bila kupumzika, ehhe, yaani dakika kama zisizopungua yani, kumi na tano ishirini, alifree style tu basi. Kweli kitu ikaniogopesha yaani, ikanistaajabisha kwa sababu nilikuwa sijawahi kuona mtu akifree style vile muda mrefu. Unajua yah, kaa mi nilikuwa so so na freestyle, lakini sio hivyo, sio mkali hivyo, na sio kwa muda mrefu hivyo kumbe nilivyomwona yule brother, inawezekana pia basi. Nikawa namuuliza baadhi ya yeah, vitu, napenda sana kukaa naye, unajua hivi anajua hivyo anafanya hivi pia naiampia, unakuta mtu anakupa alicho nacho k, nikafanyia mazoezi nami nikaongeza juhudi hivyo, mpaka sasa hivi nami na freestyle muda wowote yani bila <laughs> kikomo. Oh yeah. Hongera sana bana, nimeona wasanii mbalimbali wamekuposti mi... hawa wasanii ambavyo wanakuposti hivyo, inakupa tafsiri gani kwako kwenye muziki ambao unaofanya? Niongeze juhudi kwamba nachokifanya ni kwa kitu kizuri pia, mpaka wao wanaona, kina kantri hizi na nani hivyo, ina kitu inanipa motisha zaidi, kwa maana nachokifanya, nizidi kuongeza ubunifu zaidi na bidii zaidi, ili nifike mbali zaidi. Kama wao wana show love, mi nafurahi sana pia pale Diamond Platinumz alivyokupost ilikuwa vipi? Labda kuna communication yoyote mlifanya we na Diamond au kitu chochote, akusaidie kwa sababu ana label pia WCB pale. Yeah, ni kweli. Mm -hmm. Diamond, mm -hmm. mm -hmm. alikuwa, hmm. ni kitu cha surprise. Hatukuwahi kuongea kiukweli, amsha Mungu. Hatukuwahi kuongea wala kupiga story yoyote. Kila nilikuta tu post ya post na ndo star wa kwanza kunipost. Baada yeye kunipost, ndo ikani ikanipa jina kiasi fulani. Kamino, na hata followers wakaongezeka mno na watu waanza wakaanza kunipa sikio. Vipi baada ya pale, labda wewe kumdimba, na shukrani bro, na nini na nini, labda kwa namna moja ama nyingine mpate hata mawasiliano? Alimcheki, lakini hakureply kwa sababu unajua wasanii wakubwa wale DM zinakuwa nyingi mno, kwa sababu kipindi Diamond kipindi ananiposti alikuwa ni juu wangu na hata ha, wengi wengi, yani clip yangu ilitrendi wengi sana waliniposti mpaka waandishi wa habari, nani Bongo trending nini, ila walikuwa hawajui jina langu, kwa sababu ile clip usikutaja jina na pia haikupostiwa kwenye akaunti yangu, kwa hiyo hawakunijua hata jina na nini. Au, au haujapanga kwenda pale Wasafi umtafute? Bro nimepanga lakini, si unajua kila kitu kina connection na njia zake, unajua uwezo wa kupata kila issue. Ya, ila tu nishapata interview kadhaa pale Wasafi. mm. Ya, ninafanya ya, nakumbuka Baba Levo aliniDM lakini bado sijapata mwafaka wote wa kusuka. na Baba Levo alivyo kuDM alikwambia nini? Ali, alikubali tu anachokifanya alinipongeza. Mm. Basi kwa sababu unamtafuta Diamond, unaweza ukapitia pia kwa hao bana. mimi natamani kukutana na Bigi mwenyewe. Ya, yeah, ndio hiyo kitu naifanyia kazi sasa hivi. Kuna wale ambao wana ni mafreestyler, yani mtu ana freestyle, freestyle kinoma, kino noma, lakini kwenye upande wa kutunga nyimbo zake unakuta kidogo mizinguo ama. nakwambia bana, mimi siwezi ku Kurekodi ku, ku ngoma studio mimi nataka tu ni freestyle. Kwa kwa upande wako Wizzy iko vipi? mm -hmm. Ah mimi nafanya vyote. Mm. Mimi na freestyle ni ngoma na natengeneza ngoma vile pia na maandiko, kwa sababu nilianza kuwa mwandishi afu nikaja kuwa freestyler. Kwa hiyo njoo wao nakuwa vile unakuta tu anaanza tu game na anakuwa freestyler. Kwa hiyo anakuwa hawezi kuja kuandika. Lakini mimi nilikuwa mwandishi na sasa nafanya freestyler. Vipi sasa um, hamna watu wowote ambao labda ni wana uongozi wa fulani wa wasanii na nini, labda wamekutafuta mfanye kazi? Uh, kazi zipo darasalii baadhi wakubwa zilipoela ni surprise kwa hizo suni tu zitatoka. Ah, kwa hiyo kuna kuna simu tayari zimeshaita sio ya yeah, kuna simu zimeita zinaita sana umona natia, baza, na pia kuna baadhi ya mpraza nao na share idea hiyo hivo yani okay poa bana plani zako ziko vipi sasa kwa sasa hivi kwa namna ambavyo unafanya iko vizuri um, watu wanakufahamu mwizi wanapenda kile unachokifanya plani yako iko vipi kwa sasa hivi plani yangu mimi ni kuzidisha tu mashambulizi zaidi na pia yeah. kufanya maubunifu mengi mengi yeah. pia na kuachia ngoma kali lengo lizidi kuwa bora na lizidi kufika mbali juzi ulimchana Harmonize pale kwenye Samia kapu. Uh, na Harmonize, kuna moja kati ya interview niliona ni unasema Harmonize alikupa shilingi elfu kumi. Nilikuwa siku hii nikutaja hiyo vitu unajua, mmhm ipendezi ya sa wahi, mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah, ilo, lakini sasa unaelewa hii media mi mmhm nakaga achokozi sana nyinyi mafreza yeah, inipatia hela hiyo, lakini pia nilipata hela zaidi ya hiyo, unajua, baada ya pale pia mingine aliendelea nyuma ya pazia. Ohh, kwa hiyo we na Harmonize kuna vitu mlivizungumza nyuma ya pazia <laughs> amna niwa, nasema ni vingine sabra, so ykuvi-a kuviongea si ya, hata wenyewe pia huwa wapendi sana hiyo kitu mabraza. okay, watu wanatamani tu kufahamu labda alikuahidi chochote hata kwenye kufanya kazi, maana sasa hivi anafanya uh, star search yake huko kwao, anaweza akakuchukua pia akakuweka kwenye geng. Hiyo kitu natamani sana, natamani sana, natamani, ila sijapata pati ya kuzungumza naye hilo jambo oh. Wizi tunaonaga wa baadhi ya watu kama vile kina biudi wakizunguka mtaani, nakwambia bana, kibunda ni kirefu na kipiga and all that. Wewe unavyokuwa unazunguka na speaker yako na freestyle kwa siku labda unakusanya shilingi ngapi? Pesa inaonekana kama ni nyingi. Kwenye kipato huwa zinatofautiana. Sometimes unapata hela ya kueleweka. Sometimes unapata, Sometimes unapata hela ndogo, sometimes unapata hela ya kula tu. Sometimes unapata nauli tu, ile waloendea hiyo sehemu lakini kwa hivyo kwa wanabadilika badilika, lakini sio chini ya shilingi ngapi? Ta huo mtihani wa gaga. Hamna. unasema tu una, una inspire pia wenzako ambao wana vipaji kama wewe, lakini hawajawaza kufanya kitu kama hicho. Ah, ndio hivyo, ila kwa kawaida yani kila chini ya chini mara nyingi wanga kwenye 30 30 elfu 40 elfu 50, sometimes unapata ile 10 vile vile. Ndio, anasema siku za sanaa nusu hiyo. Wazazi wako wanasema nini, labda na watu wako wa karibu? husiana kipa na kipaji chako sasa hivi jinsi ambavyo unaenda. Ah, na appreciate maana mimi ni mmoja sana watu. Kuna mama au baba? Mama. Mhm. Mm, na appreciate anachofanya pia ana support. Yaani, naanza na shabiki yangu namba moja na ananishauri pia. Oh yeah. Mm -hmm. Bana pamoja sana Wizzy bana. Labda kwenye mitandao ya kijamii na um, vitu tofauti tofauti, zungumza na mashabiki ambao unakusikiliza kaskazini mwa Tanzania. Ah, mimi Instagram napatikana kama Wizzy MP official. TikTok Wizzy MP official. YouTube na Spotify kumpe audio huko Wizzy mm. MP -hmm. Kikubwa tu minachomba kama mtu ajani follow atani follow, nina enjoy burudani zaidi, burudani ni mengi mno, vitu vingi mno vinakuja mbele. Uh, pia YouTube kama ja subscribe ana subscribe na atakutana na ngoma mpya nimeachia juzi, inatoa nfu nyamane. Kwa hiyo ninachomba tu support zizidi kuwa nyingi, naamini nazidi kuwaletea vitu vizuri, sitawachosha mashabiki wangu maanani nataka nianze tuaa mtak ya, ya mkoa kwa mkoa una plan ya kufanya tu ya mkoa kwa mkoa ukiwa unapiga hizi uh, freestyle mtaani. Yeah, plan hiyo tarehe gani na mwezi gani kipindi gani itakuwa mkoa fulani na mkoa fulani. Kwa hiyo watarajia makubwa, na nitafika na wanaofanya pia huko, tutakutana nao wana freestyle nini hivo, tutasapotiana yeah. Na utakupu tu na speaker yako hivo, unazunguka mtaani, wala sio kwamba sehemu fulani watu waje kiingilio ya hivyo hivyo, yani na, na, na, na posti tangazo naspika mm. Na, na wadau wale wa mtaa nini wanawappreciate mm. Na pia kama nitapendeza nitakuwa na interview kama hivyo media kwa, nikifika nakuwa naingia kama hivyo media yeah. nafata taratibu natangaza kwenye redio na posti yeah. Huyo ni Wiz MP umetoka kumsikia, ana track yake pia inaitwa One for the Money, unaweza ukamsupport. Niambie, kwa kila ambacho umemsikia, maoni yako ni yapi? Dropisha comment yako kwenye uwanja comment, lakini pia usisahau kusubscribe kama hujasubscribe, bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mimi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taya, mtemi wako nangu, mnasemaje ai Attention.